92 au 0678813891 nam. Karibu mwana michezo, moja kwa moja, mkaribu, moja e, tupo hapa mwana michezo, kuku juza wewe yale yake michezo ambayo moja kwa moja yamejili na unaweza ya uka tuyalaze kwa kipindi cha asubuhi , lakini tupo hapa pia kwa ajili ya kuhakikisha eh, naendelea kukujuza kile ambacho tumekuandalia katika siku hii ya leo. Kwa hiyo wewe kama bado hauja subscribe, basi hakikisha pia una subscribe kupitia channel yetu ya sauti kuu cool tv online, hili tuweze kwenda eh, saa mbamba kila kitu kiweze kwenda eh, vyema. Kwa hiyo hakikisha unaendelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Sautikuu TV eh, online na moja kwa moja, eh, tupo hapa pia kwa ajili ya kuhakikisha tunaendelea kukujuza kwa, eh, kwa ajili ya kuhakikisha pia tunaendelea eh, kukupatia update mbalimbali eh, mbali kupitia eh, kipindi chetu cha Sautikuu, eh, Sports. Sasa bwana e, siku ya jana bwana taarifa kubwa bwana ni kwa upande wa Yanga. E, siku ya jana bwana e, kwa upande wa Yanga waliweza kumtambulisha mchezaji wao wa mwisho katika e, timu yao eh, Yes. E, katika e, timu yao. Sasa na siku ya jana bwana Yanga aliweza kwenda kufanikiwa eh, kumtambulisha mchezaji eh, mwingine ambaye anaenda kuongezeka pia katika eneo la winga na mchezaji huyo ni Buba eh, Buba eh, Jammeh ambaye yeye alitambulishwa katika siku ya jana, moja kwa moja akiwa ni mchezaji mpya katika timu hiyo ya Yanga ili moja kwa moja aweze pia kwenda kuongeza e, nguvu bwana e, Buba e, Jammeh. Sasa Buba Jammeh bwana ni mwananchi e, huyu mchezaji ambaye amefanikiwa kuweza kutambulishwa katika siku ya jana katika timu ya Yanga e, ni muda wake pia wa kwenda kuongeza nguvu. Sasa watu bila shaka e, miongoni pia mwa maswali e, wanayotaka kujua e, Buba moja kwa moja ameenda e, wapi? Mchezaji huyo e, sasa moja kwa moja e, tusubiri kuweza pia kwenda e, kuona sasa, nani katoka kaingia. Buba bwana Buba ameenda kuchukua nafasi ya Musa Bala Conte ndani ya kikosi cha Yanga hiyo ya ameenda kuchukua nafasi ya Musa eh, Barakonte eh, Musa Barakonte amejiunga kwa mkopo na klabu ya Raja Casablanca ya nchini eh, Morocco, akipisha nafasi ya mchezaji wa kigeni eh, Buba eh, Jammeh ambaye yeye amejiunga eh, hapo mchezaji huyo moja kwa moja yeye ameweza kwenda kujiunga. Kwa hiyo uh, huyu pia ameweza uh, kutoka katika timu hiyo. Kwa hiyo moja kwa moja ni klabu hiyo ya Yanga na aina pia ya usajili ambao wameweza pia kwenda kuifanya hususan katika kumwongeza eh, huyo mchezaji ambaye moja kwa moja anakuja kuongeza nguvu, anakuja kuongeza pia eh, upambanaji katika kikosi cha Yanga na mipango pia eh, bila shaka iweze kwenda vizuri na eh, mipango iweze kwenda sawa. Kwa hiyo huyo ndo mchezaji ambaye ameenda kuongezeka katika siku ya jana. Sasa ni kupatie pia profile yake ili bila shaka uweze kumjua e, uweze kumjua ni mchezaji pia wa aina gani ambaye moja kwa moja pia ameweza kwenda kutambulishwa hapo e, katika e, timu hiyo, uweze kumjua ni mchezaji wa aina gani na ana uwezo wa kwenda kuongeza e, kitu gani katika e, timu. Sasa Bwana Buba e, Buba Jammeh hapa ni kupatie pia e, profile yake Eh, ili bila shaka uweze kumjua bwana Buba eh, Jammeh. Bwana huyu ni raia wa Gambia, ni mchezaji ambaye pia ni raia wa Gambia, eh, bwana Buba eh, Jammeh, na lakini pia yeye ni raia wa Gambia lakini alishapita pita pale eh, katika klabu za pare nchini amecheza pale nchini eh, Angola s yes. Huko pia alishapita eh, bwana Buba. Kwa hiyo sio tu mchezaji ambaye eh, hana profile ameshawahi kupita na eneo ambalo analoenda kucheza eh, Buba, yeye anacheza katika eneo la winga, hilo ndo eneo ambalo ana uwezo pia wa kwenda kuongeza nguvu na moja kwa moja ni eneo ambalo ana uwezo pia wa kwenda kulicheza e, vizuri e, bwana Buba bub e, Jammeh sasa bila shaka naye tutasubiri kuweza kwenda kumwona e, kile ambacho ataweza kwenda kukiongeza moja kwa moja katika klabu hii ya Yanga. Sasa wakati tunamzungumzia hapa Buba Jammeh, profile yake huyu bwana anaenda kucheza eneo la winga ya kulia. Ina maana e, bila shaka kwa upande wa mwalimu itabidi aende kumtumia Alan Okelo kama namba kumi, amtumie Alan Okelo namba kumi. Ina maana winga pakome e, winga e, Buba au pakome acheze kama namba kumi, winga acheze Buba, winga acheze Alan e, Okelo. Yes eh? Eh, hiyo ndo mipango ambayo Yanga wao wameona. Uh, waje nayo moja kwa moja uh, ili waweze pia kuongeza uh, nguvu moja kwa moja. Uh, waje pia kuhakikisha wanaenda kupambana vizuri, na mwisho wa siku pia kuweza kuisaidia uh, timu sasa, tikiwa na, na, na, na, na tazama hapa huko ambapo alipopita huyu mchezaji na takwimu zake katika misimu ya hivi uh, karibuni sasa bwana eh, Buba bwana akiwa na klabu yake ya Inter Club eh, katika msimu wa 2023 msimu wa 2024 Buba eh, Jammeh alicheza mechi kumi na akafunga goli mbili na kutoa asisti tatu ina maana alihusika katika magoli matano katika michezo eh, kumi. Ina inamaana kiwastan unaweza ukasema kila baada ya mchezo mmoja anahusika na goli moja inamaana kila mchezo miwili anahusika na Uh, goli moja niweke hivyo uh, katika huo msimu wa 2023 2024 kisha msimu uliofuata msimu wa 2024 2025 Buba bwana alifunga goli tatu kwenye mechi 14. Sawa, huo msimu uliofuata uh, alifunga mechi, uh, alifunga magoli matatu pekee katika mechi 14 ambazo pia amecheza eh, eh, huyu, eh, eh, huyu mchezaji sawa. Kwa upande pia wa Yanga huyu mchezaji bwana Buba ana umri wa miaka 24, ni raia wa Gambia. Eh, yeye ana umri wa miaka 24, yes. kwa hiyo E, bila shaka tusubiri kuweza kwenda kuona kwa umri wake, ina maana, unaona ni mchezaji ambaye ana uwezo pia kuendelea kupambana, ana uwezo pia wa kwenda kuongeza e, nguvu kutokana na aina ya umri ambao aliyokuwepo, e, nao huyu e, huyu mchezaji. Kwa hiyo tusubiri e, kuweza kwenda kuona ndani ya Yanga e, na kile ambacho wanaweza kuja kukiongeza katika kikosi hiko cha Yanga moja kwa moja katika eneo la kupambana, katika eneo pia la kutengeneza nafasi kwa upande wa timu ya Yanga, na mwisho wa siku pia kuweza kuisaidia timu katika michezo moja kwa moja ambayo wataenda uh, kucheza. Kwa hiyo wewe, kama bado hauja subscribe, basi hakikisha pia una subscribe kupitia channel yetu ya Sauti Kuu TV online hapo moja kwa moja nimeweza kukujuza kuhusiana na mchezaji huyo e, Buba na bila shaka utakuwa e, umeweza pengine kuanza kumfahamu ni mchezaji wa aina gani na ana kitu gani na ana uwezo pia e, wa kwenda kuongeza kitu gani katika e, timu ya Yanga moja kwa moja katika eneo la upambanaji, lakini pia timu nyingine ambayo aliyocheza ni Weret Benguela. Uh, hiyo pia ndiyo timu ambayo amecheza kutokea pale nchini Angola. Uh, Wiriet uh, Benguela ni miongoni mwa timu nzuri, ni miongoni mwa timu ambayo pia inaweza pia uh, kwenda kupambana vizuri, basi ni pamoja na Wiriet uh, Benguela. Kwa hiyo sio tu mchezaji uh, ambaye hana uh, profile sana, ni mchezaji ambaye pia ana profile uh, ya kucheza timu kama Wiriet Benguela hiyo naye tutamsubiri. Willet Bengwera unazizungumzia, ni miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri pale nchini Angola e, ni pamoja na Petro Atletico, Bravos e, Willet Bengwera, hizo ndo timu ambazo zinafanya e, vizuri pale nchini Angola. Kwa hiyo bwana e, Buba ye pia amekipiga hapo katika e, klabu ya Willet Bengwela Benguela, e, mchezaji huyu kwa hiyo ni muda tu eh, ambao sasa moja kwa moja kwa upande wa eh, Yanga wao, eh, tusubiri kuona kile ambacho wanaweza eh, kwenda kukionyesha katika kikosi chao baada ya kufanya pia usajili wa wachezaji hawa. Lakini eh, tukitoka hapo, bwana eh, mwana michezo, leo moja kwa moja, leo kuna mchezo eh, ambao pia tunaweza kwenda kushuhudia ukiweza pia kwenda uh, kupigwa na mchezo huo, ni kati ya timu ya Yanga, wao wanaenda kucheza katika uh, siku hii ya leo na timu ya Al Ahli. Yes eh, ni miongoni mwa mechi eh, nzuri kweli kweli ambayo tutaweza kuishuhudia, na tutaona uh, hizi timu zimejipanga vipi kati ya Yanga pamoja na uh, Al Ahli ni mechi nzuri ambayo bila shaka sisi tutakuwepo hapa, itakapofika saa tisa takuwepo hapa kwa ajili ya kuhakikisha pia tunakujuza eh, kuelekea katika huo mchezo, jinsi gani kwa upande wa kila timu walivyoweza pia kwenda kujipanga. Na taarifa njema kwa upande wa klabu ya Yanga, bwana mchezaji Emma Mwashur, yeye atakosekana katika mchezo wa leo. Yeye si mchezaji huyo, Emma Mwashur, yeye atakosekana katika mchezo wa leo, na kukosekana kwa Emma Mwashur moja kwa moja kunatokana na changamoto ee, ambayo yeye mwenyewe mchezaji amesema aliipata aliipata eh, changamoto kidogo ya tumbo. Yes eh, hiyo ndo ilikuwa ni changamoto eh, yake. Kwa hiyo eh, ikapelekea al al amempa adhabu Yes, amempa adhabu mchezaji huyo e, timu ya Al Ahly, na hii ndio miongoni mwa timu zinazidi kuonyesha ukubwa wake. Yes, e, timu zinaonyesha e, ukubwa wake, kama kuna e, changamoto moja kwa moja inatokea, timu huwa e, inamuadhibu e, mchezaji moja kwa moja huwa e, inamuadhibu mchezaji. Kwa hiyo Al Ahly na ina timu hiyo kifanya makosa moja kwa moja inakuadhibu na E, imeweza pia kwenda kumwazibu mchezaji Emam Ashur. Kwa hiyo ye kwa e, kwa Emam Ashur yeye amesema bwana ye changamoto tu ambayo e, alikutana nayo moja kwa moja hakuwa e, sawa. Alisema nilipata mabadiliko makubwa ya tumbo e, nikatumia dawa na kujum, e, kumjulisha daktari wa timu kuhusu hali yangu ya afya na, na fikiri nilikosea kwa sababu huo sio utaratibu wetu. Nilipaswa kujulisha uongozi ili nifanyiwe matibabu. Nipo tayari kutumikia adhabu eh, iliyotolewa na klabu. Kwa hiyo huyo bwana ni Imam Ashur, kile ambacho moja kwa moja ameweza kukisema. Lakini pia bwana eh, Al Ali na wao bwana hawatolala leo Zanzibar e, baada ya mechi dhidi ya Yanga wataondoka e, kutokana na ugumu wa ratiba ya mechi zao watacheza e, mechi ya ligi dhidi ya e, National Bank Februari 3, e, kabla ya kuwakabili e, timu ya JS Kabile Februari 7. Kwa hiyo Yanga wao e, watasafiri Februari 3 kwa ajili ya kuwakabili e, timu ya e, Farabat Februari 7. Kwa hiyo uh, hiyo pia ndio ratiba ya timu ya Al Ahly eh, baada ya mchezo wa leo. Lakini hapo nimekujuza moja kwa moja kuhusiana na mchezo huo, kuhusiana na jinsi ambavyo timu zote uh, zitakuwa zimejipanga. Sasa bwana mwana michezo, tutakutana tena baadaye saa tisa kwa ajili ya kuhakikisha tunaendelea kukujuza, lakini pia kwa ajili ya uchambuzi na matangazo ya mchezo kati ya Yanga na Al Ahly.